Kaumi Musa wametengeza kigombe ambacho kimetoa sauti inayofanana na sauti ya ng'ombe, na mtengezaji wake kama alivyotajwa katika Qur'ani alikuwa akiitwa Samiri, na ng'ombe ile ilikuwa ng'ombe ya dhahabu, dhahabu ambazo wanawake wa kibani Israeli walitoka nazo Misri katika kukimbia kwao wakakimbia wakiwa na dhahabu zile. Kwa hiyo waliona kwamba wamefanya makosa makubwa kuchukua dhahabu walizoziazima. Kwa hiyo zikachukuliwa, zikayeyushwa, zikatengezwa kigombe. Baada ya kutengezwa ng'ombe yule au ndama, wakaambizana kwamba huyu ndo mungu wetu na ndo mungu wa Musa vile vile. Sayyiduna Musa akapashwa habari na Mola wake kwamba sisi tumeshawapa mtihani jamaa zako huko, wamebadilisha Mungu wao, sasa ni ng'ombe wa dhahabu wanayemwabudu. Ndo farajaa Musa ila qaumihi ghadibana asifa. Akarudi haraka haraka Musa kwa jamaa zake na kaumi zake, hasira zikiwa zinaonekana katika uso wake. Akaja akawauliza maswali, akamkamata ndugu yake Harun. Vipi Haruni, mbona usinifuate baada ya kuona hawa wanapotea kumshirikisha Mwenyezi Mungu? Kamkamata ndevu zake, kamkamata nguo zake kwa hasira. Harun anamwambia Musa, yabna um, ndugu yangu we, yabna um, ewe ndugu yangu, la takhudh bilihiyati wala birasi usinikamate ndevu wala kichwa. inni khashitu an taqula farraqta baina bani israila wa lam tarqub qawli, kama ningeondoka mimi nikakufuata wewe, niliogopa ungesema mbona umewaacha peke yao. Sasa mimi nilivyo waona wanaabudia ndama huyu, niliwaambia nikawaambia, inna rabbakum rrahmanu fattabi'uni wa atii'u amri, lakinnahum asauni kwa hiyo wakaniambia lan nabraha alayhi akifina hata yarjia ilaina Musa, hatutoacha sisi kukisujudia kigombe hiki na kukiabudu mpaka atakaporudi Musa, ndipo tutakapoacha. Sasa umekuja unaona mwenyewe, nimejitahidi kadri ya uwezo wangu, lakini kadu yaktulunani, karibu niwe hawa kwa hiyo Musa alayhi salam akamgeukia Samiri mtengezaji wa ndama akamuuliza, fama khatbuka ya Samiri? Lengo lako nini, mbona umetengeza ndama huyu, imekuwaje mpaka katoa sauti? Akamweleza kwamba basurtu bima lam yabsuru bihi fakabadtu qabidatan min athari rasul fanabathtuha wakadhalika sawalat li nafsi, akamweleza kwamba nimemtengeza ndama huyu na yule mjumbe ambaye ni Jibrili kutoka Mwenyezi Mungu alikuwa katika farasi wake, farasi yule anapoweka kwato zake mchanga ule aloukanyaga unakuwa na uhai, na huo nimeutumia nikapeleka katika, ka, katika mdomo wa ndama, na ndama katoa sauti, na nafsi yangu linionyesha kwamba hivi ninavyofanya ni vizuri, niwafanyie niwatengezee ndugu zangu Mungu kwani hawana Mungu. Basi nimefanya mimi, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas

Wakauawa na na wale wengine ambao hawakuabudia kindama kile, wakawa pamoja na Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, na ndama yule akatiwa moto, akaungua kawa majivu majivu. Kawaambia sasa, Mola wenu ni Mwenyezi Mungu tu ambaye hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kwa hiyo muabuduni yeye, kila kitu mtegemeze kwake hii ni habari ya Musa aliporudi kutoka katika miqati, mazungumzo yake na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa Bani Israeli walipokuwa na maisha haya katika jangwa, wakaishi njaa kali imewakuta wakamwambia, Sayidina Musa, tunataka chakula ewe Musa, na chakula tunachokitaka sisi kiwe kinatoka kwa mola wako kwanza, tusipate sisi tabu ya kununua wala kupika. Mola wako mwenyewe atupikie, atuletee chakula, sisi kazi yetu kula tu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akaombwa dua na Musa, rabbi walete kaumi zangu chakula, tena kitoke kwako, chakula hicho wao wakija wale tu. Allahu taala Akawambia tayari chakula, chakula chenyewe nnakuleteeni nyie, kazi yenu kula tu. Anasema Mwenyezi Mungu aza wajal, wa anzalna alaikum lmanna wasalwa, tukakuteremshieni chakula kinachoitwa manna na salwa, ni chakula kitamu mno ambacho kimetoka kwa mwenyewe Mwenyezi Mungu aza wajalla, zawadi anawapelekea Bani Israeli inashuka katika miti manna na salwa, nyama kama kuku. Wanakula wao, kazi yao kula tu, hakuna shida ya kupika wala shida ya kuangaika kununua. Allah anamwambia, kulu min tayyibati ma razaqnakum, hivyo ni vitamu na vizuri tulivyo waruzuku nyie, kuleni tu. Wakachukua manna na salwa, wakala Walipomaliza kula wakamwambia Musa, tumeshiba, sasa tunataka kinywaji, tuteremshie chakula na kinywaji nacho pia kitoke kwa Mola wako azza wa jal, atuletee yeye maji, tusipate taabu siye. Allahu taala sema, wa idh istasqa musa liqaumihi faqul nadrib biasaka lhajar fanfajarat minhu ithnata ashrata ayna

jiwe likatoa njia kumi na mbili aina njia kumi na mbili mito zile na makabila wa Bani Israeli walikuwa makabila kumi na mbili Kiasi walivyokuwa hawapendani wao wenyewe kwa wenyewe, mpaka ikawa kila kitu lazima ipewe kila kabila kitu chake. Kwa hiyo kila mto wa maji ikawa kabila fulani fulani fulani fulani fulani, hawataki hata kushea. Ikatoka ithnata ashrata aina Khad ali ma kullu unasin ay kullu qabila mashrabaha, kila mmoja kishajua mimi kwangu hapa kwa kunywa mimi kwangu hapa. qad ali ma kullu unas mashrabahum kulu washrabu wa min rizqillah, Mwenyezi Mungu ananiambia haya, mumekula chakula kunyweni kinywaji, wala ta'thau ta fil ardh mufsidin, musifanye ufisadi lakini wakanywa maji. Baada ya kumaliza kunywa maji matamu kabisa yalopasuka kutoka katika jiwe, wakasema: sasa chakula tumekula kushiba, tumeshiba kinywaji tumekunywa, sasa tunataka mwavuli juu ya vichwa vyetu, kwani joto ni kali mno, na mwavuli huo tunataka tuletee mola wako, ewe Musa. Musa akamwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, waletee mwavuli kaumi zangu wadhallalna alaikum alghamam mwenyezi mungu anasema tukawaletea kiwingu juu ya vichwa vyao fakanat tasiru bihim haithuma saru kiwingu kile kinakwenda pamoja nao popote wanapokwenda kiko juu ya vichwa vyao la yashkuna min hararati lshams wala yataaradun hakuna jua linalowapata wanakwenda muazzazina mukarramin ni fadhla zilioje juu yao ndio maana Allah anasema udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin, kwa wakati huu wenu nimekufadhalisheni kuliko kiumbe chochote kingine. Kwa hiyo hizi neema nakupeni, lakini zishukurieni, tweni shukrani zake. Baada ya muda mchache, anamwambia Musa, tumeshiba na tumechoka na chakula tunachopata kutoka kwa Mola wetu. Huyo Mungu wako sasa mwambie wamechoka na hiki chakula, atubadilishie chakula kingine. Na chakula hatutaki tena kutoka kwake. Kila siku tunakula chakula manna na salwa, wala hatujui nani anayekipika, chakula kitaletwa tu hiki. La, tunataka chakula ambacho sisi wenye wenyewe tunakilima, ndio kumwambiaje Musa? Ya Musa

chakula anachokuletea kila siku kimoja hatukitaki, kita tena, tunataka chakula kinachotoka katika ardhi. Tunataka mamumunye, tunataka maboga, tunataka adas mdengu, tunataka vitunguu, tunataka kithaiha, tunataka hivi vitu vinavyotoka katika ardhi. Kala Musa kawashanga, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jamani, mnaondoa chakula bora mnaleta chakula ambacho hakifiki kwa gredi. Chakula hiki ah, ihbitu wa misran, basi nendeni katika mji nendeni vijijini. Fa inna lakum ma saaltum, mtapata katika yale mlioyaomba yaomba. Wadudibat alaihimu ldhillatu walmaskana, wakahakikishiwa juu yao udhalilifu, wakasalitishiwa dhilla na umaskini na ufukara na unyonge juu yao

Siku hiyo kawambia Musa, mbona kila siku Musa unaondoka hapa unakwenda huko peke yako, ukirudi hapa unatuambia umetoka kwa Mungu na si, tunataka siku moja utupeleke huko kwa Mungu na sisi, tukasikie yale unayoambiwa, tuwe mashahidi. Basi Mwenyezi Mungu azza wajal siku alipomwalika tena Musa kaumi zake hakukubali, wakasema nasi tunataka kwenda kusikiliza tupate kujua kwamba kweli wewe unazungumza na Mola wako kweli, wewe ni mtume kutoka kwake, kwa hiyo tupeleke nasi. Allah nasema, wakhtara musa sabina rajulan wakhtara musa min qaumihi sabina rajulan, Musa akachagua watu sabiini katika kaumi zake wale mabani Israili, kwamba hawa nitakapowapeleka kule watasikiliza na watakuja kuwashajiisha wenzi wao kwa yale walioyasikia katika Taura, kisha watawaambia wenzi wao kwamba kweli hapa kuna miujiza ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa katika shughuli zao walizoziomba kwamba watakwenda zao kijijini, kukawa kushatangazwa siku ya kwenda kwa, kwa Mwenyezi Mungu Musa ni siku fulani. Sasa wanakuenda katika kile kijiji walichoahidiwa kwamba wende watapata kile walichokiomba katika vyakula mbadala na manna na salwa, lakini kulikuwa kuna sharti. Mwenyezi Mungu anasema, waidh qila lahum skunu hadhihi lqaryata wakulu minha haithu shitum

Fakulu minha haithu shi'tum, kuleni kila mnachokipenda raghadan, kwa nafasi kabisa. Wadkhuluu lbaba sujjadan, lakini mtakapopita katika mji mlangoni katika mji huo, nendeni kwa khushui na kukumnyenyekea Mwenyezi Mungu azza wa jalla, na ile kurukuu kuonyesha heshima zenu au kusujudu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na maneno yenu semeni hitatun tusamehe madhambi yetu ewe mola wetu na sisi nagfir lakum khatayakum tutakusemeheni madhambi yenu wasanazidu lmuhsinin na tutawazidishia wema wale wema wakasema sawa walipofika katika geti la mlango wa kijiji kile badala ya kusema hintatun nagfir lakum wakasema hintatun fi shair hinta manake nini tembe ya ngano

Wakabadilisha madhalimu hao neno ambalo silo waliloagizwa, kwamba waliseme wao, wakaleta neno lengine. Faanzalna ala ladhina dhalamu rijzan min alsama, tukawateremsha madhalimu hawa adhabu kutoka mbinguni. Bima kanu yafsukun, kwa sababu ya ufasiki wao na ukaidi wao waliokuwa nao. Sayyiduna Musa alipokwenda katika miqati wale mabwana wakapelekwa katika sehemu ambayo Musa akenda kawambia, hapa sikilizeni, hapa ndipo napopokea maneno kutoka kwa mola wangu azawajal, na hapa ndipo napozungumza na mola wangu azawajal. Wale wakafanikiwa kuona Musa anavyopokea amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo, siwaamini, wakasema, hapana, huyo hawezi kuwa Mungu. Mbona si hatujasikia maneno yake kama watu wanavyosikia? Mbona maneno yake sivyo kabisa yanavyopokewa? Musa, unatudanganya, huyo sio Mungu. Na kama ni Mungu kweli, lan numina laka hata nara llaha jaharatan, tunataka tumwone kwa macho yetu wazi, wazi, mwambie atoke mbele yetu tumwone, akukamate mkono, aseme huyu mtume wangu mwaminini, hapo tutakuamini lakini tu natuambia hise pengine unatudanganya, lan nu'mina laka hatutokuamini ewe Musa, hata nara llaha jahratan, mpaka tumuone Mungu kwa macho yetu ayana. Mwenyezi Mungu waliposema kauli ile, anasema fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandhurun Katoka adhabu ya ukelele mmoja tu, wote wakafa mbele ya Musa. Musa anaona, Sayyidina Musa akamuuliza ya Rabbi, nitakwenda kusema nini mie? Wale loacha kule wanawasubiri, na hawa ndio bora wao, kwa sababu ikhtara, kachagua min qaumihi, katika wale watu wake sabina rajula limiqatina, kachagua hasa wewe na wewe na wewe, wale anaowaona kwamba hawa imani yao haijambo Twendeni kwa Mungu. Sasa hao walioonekana kwamba ndo mashehe wao na mawalii wao na wanachuoni wao, walifika pale wakasema mpaka tumuone Mungu ndo tuamini. Je, wale waliobakishwa kule, ambao Musa kawatenga kama kawaona imani wale, imani zao vipi? kamwambia Musa, ya Rabi, ya Rabi, wafufue hawa, nitakwenda kuwajibu nini? wale wakiniuliza, wataniambia umewachukua watu wetu hapa, mashehe wetu mekwenda kuwaua. Thumma baathnakum mimbaadi mautikum laalakum tashkurun, kisha tukakufufueni baada ya kifo chenu ili mupate kushukuru. Wapi, hawakumshukuru Mwenyezi Mungu wa aza wajal. Katika tabia moja waliokuwa nayo Bani Israil ni tabia ya ukaidi, tabia ya kibri, tabia ya kujiona tabia ya kutoshukuru neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha juu yao. Ni tabia chafu mno na mu, yoyote katika wanadamu anayepewa amri na neema za Mwenyezi Mungu asizishukurie neema zile, basi hali inakuwa kama walivyofanywa Bani Israili. Visa fulani fulani vilitokea katika muda ambao wamevuka bahari kuelekea katika ardhi almuqaddasa ardhi takatifu ardu ardi lambiya ardhi ya mitume. Visa hivyo vilivyotokea ni vingi sana, na Mwenyezi Mungu kavitaja katika sehemu mbalimbali. Miongoni mwao ni kisa cha ng'ombe kilichotokea. Kulikuwa na bwana mmoja tajiri mno, lakini hana mrithi, na mrithi wake alikuwa mmoja tu mtu karibu na jamaa zake. Ikabidi yule bwana, yeye ndo anatamaa kwamba huyo atakapokufa mali yote nitaipata mie. Kwa hiyo, naye na anachelewa kufa. Unajua baadhi ya watu wanaona, ah, hata baadhi ya watoto, kwa kuwa baba ndo mwenye mali na baba hatoi nafasi njema ya watoto kutumia, watoto wanaweza kutumia mbinu wakammaliza baba yao ili wapate kurithi haraka haraka. Utaona wanaambizana, kibuda bwana kinaishi, kina roho ngumu, kama paka ichi hakifi tu bwana. Tukatesa sie kwa mali, anatunyima bwana ruksa ya basi. Utaona wanaapa, wanamwapiza ili apate kufa haraka wapate kurithi. Na Uislamu umetoa punishment ya mtu mwenye kutaka mirathi ije haraka haraka bila ya wakati wake kwa kuua. Yualaju bihirmani inatoa amri asipate urithi mtu mwenye kuua, kwa sababu ya kuwa na tamaa ya kutaka kurithi haraka haraka. Laisa liqatili shaian min almirath, hapati kitu kwa kuwa kaua. Istajala lamra qabla awani, kafanya haraka kwa jambo kabla alijafika kwa wakati wake. Kwa hiyo huyu bwana kasimama usiku akamuua mrithi wake na baada ya kumuua akamchukua akamtupa mbele ya mlango wa jirani, ili watu wakiamka asubuhi waambiwe kwamba mwane nyumba hii ndio walomuua wao. Baada ya muda mchache, asubuhi watu walipoamka, wanakuta maiti mbele ya nyumba yao. Haya, mambo vipi haya? Sasa yule alouwa, yule akawa wa kwanza kuja kuzozana na kugombana na watu wa nyumba ile. Mume muwa jamaa yangu, sikubali, lazima nilipize kisasi, na muwa jamaa yangu mie sikubali, lazima ntashtaki. Alhasili akasimama akawa hataki isipokuwa kulipiza kisasi kwa kuuawa kwa jamaa yake, kumbe kamuua yeye. Ikabidi jamaa wakawa nao hawakubali, kwa kuwa hawakufanya kosa lile ikabidi makabila mawili ya jamaa huyu na jamaa wale yasimame kwa ajili ya kutaka kupigana vita. Hasa mmoja alikuwa na akili akasema, kaifa nuqatilu anfusana kaifa nuqatilu baduna badan, mbona tunataka kuuana kwa kisa gani? wafina Musa yazamu annahu nabiyun min Allah, yupo Musa hapa anatuambia kwamba yeye kila siku ni mtume anapata amri kutoka kwa mwenyezi Mungu, na hivi na hivi, twendeni tukamuulize nani alouwa, atupe habari tujue nani alouwa, kuliko kutakuuwana hapa bure. Wakenda wakamuuliza Musa, tueleze e man qatilu hadha rajul, huyu kauwawa na nani? Nani alomuwa huyu jamaa yetu, tupate kujua. Kama wewe mtume kweli, mtume wako Mungu wako atakwambia. Musa akaambia sawa, wacha nimuulize Mwenyezi Mungu nani alouwa. Akaenda kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akauliza Mwenyezi Mungu akamwambia nenda, kawaambie wachinje ng'ombe, wakishamaliza kuchinja ng'ombe watamjua nani aloua. Musa akaja akamwambia, jamani, nimekwenda kwa Allah, nimemuuliza akaniambia Mwenyezi Mungu chinjeni ng'ombe. Wanasema, waidh qala Musa liqaumihi inna llaha yaamurukum an tadhbahu bakaratan, Mwenyezimungu anasema kumbuka Musa alipowaambia kaumi zake Mwenyezimungu anakuombeni muchinje ng'ombe. Kalu wao wakasema, atattakhidhuna huzwa, si tunataka kujua mchinj... muuaji nani? We unatuambia tuchinje ng'ombe kwani kuna karamu hapa? Musa, vipi wewe unatufanyia maskhara sisi? Qala audhu billahi an akuna min aljahilin, najilinda kwa Mwenyezi Mungu nisie mmoja katika majahili. Insha Allah Taala katika kipindi kitakachokuja tutaeleza mwisho wa visa hivi ilikwaje. Taqabbal Allahu minni wa minkum alsiyama wal qiyam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.